Leo katika safari yetu ya hekima nataka ujiweke kwenye mawazo kama uko kambini kando ya mto mzuri kabisa. Mto huo unapita kwenye bonde lenye miti mingi na umefika mahali hapa pazuri baada ya kutembea kwa miguu. Asubuhi unaamka na unaosha uso wako kwenye maji yale safi na yanayong'aa. Halafu unachota maji kwa mkono wako na unayanywa pia, lakini baada ya saa moja hivi unajikuta umeumwa vibaya sana. Kwa nini kweli? Ni kwa sababu juu zaidi ya mto kuna mtu amemwaga taka zenye sumu kwenye mto huo. Sasa maji yote yanayoshuka kutoka mlimani yanaonekana mazuri yanaonekana eh, safi kabisa na yanang'aa, lakini kuna sumu zisizoonekana ambazo zimeharibu maji hayo. Basi hii ni mfano wa Adamu, mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa. Yeye anasimama kama vile kwenye chanzo cha ubinadamu na dhambi yake imechafua mto wa wanadamu. Na unaweza kusema unajua, hiyo sivyo, hiyo si sawa. Naam, hukula tunda hilo lililokatazwa, lakini hakika ulifanya dhambi iliyokatazwa. Sote tumethibitisha kwamba sisi ni kama Adamu, kwamba kwa kweli tulirithi maji machafu ambayo ni kusema asili ya dhambi ya Adamu. Kwa hivyo swali ni, kuna suluhisho? Je, kuna dawa? Je, kuna tiba? Vema kule, kule bustani, baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, Mungu alitoa ahadi ya kwanza ya injili hapo kwenye Mwanzo saa tatu na madakika kumi na tano. Mungu aliahidi kwamba mkombozi angefika hatimaye kuponda kichwa cha nyoka ambaye aliwajaribu wanadamu kufanya dhambi. Sasa hii hatimaye inaashiria kushindwa kwa Shetani kwenye msalaba wa Kristo. Unaona hiyo ndiyo tofauti kati ya injili hii hapa katika Biblia na injili za kidini za ulimwengu. Injili hii inakuambia kile ambacho Mungu amekufanyia. Dini inakuambia unachopaswa kumfanyia Mungu. Taratibu, kujiboresha, kuhiji, toba. Unaambiwa na dini kwamba ukiwa na bidii, ukiwa mwaminifu, labda utaingia mbinguni. Kweli? Wacha nikuambie, labda siyo habari njema kwangu hata kidogo. Kwa njia, neno injili katika Biblia linatokana na neno la Kigiriki Evangelion na maana yake ni habari njema. Ndiyo kuna dhambi, ndiyo kuna hatia na aibu, ndiyo kuna kifo, lakini pia kuna habari njema. Sote tumekunywa kutoka kwenye mkondo mchafu wa kizazi cha Adamu, lakini kuna Adamu mwingine, Adamu wa pili kama Paulo anavyomwita Yesu, na na Yesu alianza mbio mpya ya wanaume na wanawake waliosamehewa, wavulana na wasichana. Naam, Paulo anapoanza barua yake kwa kanisa la Kirumi, hapa anatupa muhtasari wa maelezo ya hii habari njema hii. Tunarejea tena hapa katika safari yetu sasa kwenye mstari wa mbili wa sura ya moja na tuko katikati ya sentensi hii. Kwa njia, hebu nikuonye kwamba Paulo anaweza kuandika sentensi ndefu sana. Kwa kweli, mistari saba ya kwanza ya Warumi sura ya moja ni sentensi moja tu. Basi Paulo anaanza kuelezea hapa kwenye mstari wa mbili: injili ya Mungu ambayo Mungu aliahidi tangu zamani kupitia manabii wake katika maandiko matakatifu. Hii inatuambia kwamba injili inatoka kwa Mungu. Kwa maneno mengine, ni injili ya Mungu, na Paulo anaweka wazi kwamba hii imekuwepo kwa muda mrefu sana. Ameandika kwamba imeahidiwa tangu zamani na manabii wa Agano la Kale waliotabiri kuja kwa Masiha. Sasa hii injili inaweza kuwa mpya kwako, lakini ni injili ya zamani. Imekuwepo tangu mwanzo wa wakati, na Paulo atathibitisha hili kwa kunukuu mara kwa mara kutoka kwenye Agano la Kale katika barua yake. Mwandishi mmoja alihesabu nukuu za Paulo kutoka Agano la Kale hapa katika kitabu cha Warumi. Basi ana nukuu mara tano kutoka Mwanzo, mara nne kutoka kutoka mara mbili kutoka Mambo ya Walawi, mara tano kutoka Kumbukumbu kumbu la Torati, na kutoka Wafalme wa Kwanza kuna nukuu mbili Zaburi, Midhali u nukuu mbili Isaya kumi na tisa, Ezekieli wakati mmoja, Hosea mara mbili, Yoeli wakati mmoja, Nahumu wakati mmoja, Habakuki wakati mmoja na Malaki wakati mmoja. Waandishi hawa wote wa Agano la Kale wameitwa na Paulo kuthibitisha kwamba walikuwa wanatazamia mbele kwa Masihi na Paulo sasa, pamoja nawe na mimi leo, vema, tunatazama nyuma kwa masihi aliyekuja, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo Paulo anaandika tena hapa katika mstari wa tatu kwamba injili hii inamhusu mwanawe, mwana wa Mungu ambaye alitoka kwa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo injili inahusu nini? Naam, yote ni kuhusu Yesu Kristo, yote ni juu ya kazi yake kwako na mimi. Katika Wakorintho sura ya 15 Paulo anaeleza mstari wa tatu kwamba Kristo alikufa kwa dhambi zetu kulingana na maandiko, alizikwa, alifufuka siku ya tatu kulingana na maandiko. Sasa tunapotazama hapa nyuma kwenye mstari wa tatu katika Warumi sura ya moja, Paulo anatueleza ukweli wawili kuhusu Yesu, na hizi ni muhimu sana ha: kwamba Yesu ni mwanadamu na pia ni Mungu. Hivyo Paulo anapoandika hapa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, anathibitisha uungu wa Yesu, na ukweli huu kwa njia yoyote ile, ni muhimu sana katika ujumbe wa injili, kwa maana ni mwanakondoo asiye na doa tu, mwana mkamilifu wakiungu wa Mungu tu ndiye angeweza kufa kama mbadala wetu kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa kweli hili pia linafanya kuzaliwa kwa bikira kwa Yesu kuwa jambo la lazima kabisa. Kama Yesu angezaliwa kutokana na muungano wa mwanamume na mwanamke, basi angekuwa tu mwanadamu mwingine. Angekuwa na asili ya dhambi iliyochafuka ya Adamu. Hilo lingemharibu kama lilivyotufanya mimi na wewe. Ndiyo maana Isaya saa saba na madakika kumi na nne ilitabiri tazama, bikira atachukua mimba na kuzaa mwana, naye atamwita jina lake Emanueli. Emanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Hivyo Yesu alizaliwa kutokana na muujiza huo wa kutungwa mimba kwa bikira kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu ili awe Mungu kamili na mwanadamu kamili. Ana asili ya uungu na asili ya kibinadamu lakini hana asili ya dhambi. Kwa hiyo Paulo anaandika hapa kwamba Yesu alitoka kwa Daudi kulingana na mwili. Sasa hilo pia ni muhimu kwa sababu Agano la Kale lilikuwa limetabiri kwamba Masihi atakuwa mzao wa Mfalme Daudi. Atatoka katika kabila kabila la kifalme la Yuda, na hilo ni jambo lingine muhimu. Masihi wa kweli lazima awe katika ukoo wa kifalme wa Daudi. Kama mzao wa Daudi, angekuwa kihalali mrithi wa kiti cha enzi cha Israeli. Hii ndiyo sababu injili ya Mathayo ilianza na ukoo wa Yesu Kristo na ilifuatilia ukoo wa Yesu hadi kwa mfalme Daudi. Kwa hiyo mtoto huyo mdogo aliyezaliwa na Mariamu katika kijiji cha Betlehemu si kitu kidogo kuliko Masihi aliyechukuliwa mimba kimuujiza, Mungu wa milele, na pia mrithi wa kibinadamu wa kiti cha enzi cha Daudi, ambacho siku moja atatawala katika ufalme wake ujao huko Yerusalemu. Kwa hivyo, anastahili mpendwa, kuwa mwokozi wako na mfalme wako. Hii siyo dini, huu ni uhusiano na Masihi, mwana wa Mungu ambaye anakupenda na kufa ili kukuokoa na niambie. Haijalishi unaenda wapi duniani leo, watu wana ile hisia ya ndani ya utupu na hatia. Lazima kuwe na ibada fulani, utakaso fulani, toba fulani, njia fulani ya kupata msamaha lazima kuwe na mtu mahali fulani anayeweza kusaidia. Sasa habari njema ni hii: kuna mtu anaweza na atafanya hivyo. Tazama, Yesu anatoa wokovu na msamaha kwa kila mtu anayemwamini. Anatoa kile ambacho hakuna dini, falsafa, wala jitihada za kibinadamu zinaweza kutoa, na ndiyo maana injili yake ni habari njema. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nilisafiri kwenda kuhubiri India, nchi ya Wahindu. Wamefungwa na mafundisho ya Bhagavad Gita na maandiko mengine wanayoyachukulia kuwa matakatifu, na niambie, dini hii haitoi tumaini lolote wala msamaha wa dhambi kabisa. Kwa kweli sitasahau kabisa, asubuhi moja nilikuwa pale kando ya mto Ganges Nikaona kuhani akijiosha kwenye maji yale machafu kabisa, yaliyojaa uchafu na taka zikielea juu ya maji, na aliamini kwamba maji hayo yangemsaidia kuosha dhambi zake. Nilitembelea hekalu la Kihindu na nikaona bango ukutani lililosema kwamba kama unataka kuvuka bahari ya mateso ya maisha ambayo imejaa mamba wa hasira, tamaa na uchu, unahitaji kushikilia Bhagavad Gita na nidhamu za matendo, ibada na hekima kama makasia yake, na hayo yatakupeleka kwenye nchi ya ukombozi. Niliandika hilo chini ili nisilisahau. Kwa maneno mengine, hii utalazimika kupiga makasia mashua yako kwa bidii na kujitolea ikiwa utawahi kutumaini kufika mbinguni. Unaona, yote ni juu yako kweli? Wacha nikuambie, hiyo siyo habari njema. Injili ya Kristo ni ni kuweka tu imani yako katika kazi ya Kristo. Alifanya kazi yote kwa ajili yako Alikufa kwa ajili yako, alifufuka kutoka kwa wafu kwa ajili yako. Anakupa msamaha na pumziko la kiroho, na ninatumaini umekuja kumkubali kama masihi wako. Na kama hujafanya hivyo, unasubiri nini? Acha nikualike ufanye hivyo sasa hivi. Naam, hadi tutakaposafiri pamoja kwa hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.